Hello, wapendwa hapo mkopoa, karibuni kwenye kipindi chetu ambapo tunakwenda kujifunza jinsi ya kushona suti. Sote leo tunakwenda kujifunza ni hii hapa basi, wacha tumsikize mwalimu husika. Sauti. Kitambaa kinakuwa mara mbili kama nilivyokunja hivi mara mbili, naweka hivi sasa. Koti la kiume kaga, tunaanzia kukata kipande cha nyuma Kasababu wetu ni vipande sita, kwayo tunaanzia kipande cha cha nyuma. Tutapiga mstari wetu kunyoka kwa juu, onyesha mstari namna hii hivyo. Unapima mchi moja kuingia ndani hapa, mchi moja piga mstari piga mstari namna hii ukisha maliza hapo, koti letu lina dakika kumi na saba kifua arobaini na mbili hipsi thelathini na tisa tumbo thelathini na tatu urefu ishirini na tisa. Alafu paja la mkono kumi na tano. Kwa hiyo tunaanza kupima bega, bega tunaanzia kupima hapa kumi na saba ambayo ni nane na nusu. Naweka alama, hauongezi chochote. Ulipoishia hapo unashuka nchi mbili kwa ajili ya kutafuta mlalo wa bega Unapiga mstari, ukishamaliza hapo, unapima shingo. Shingo ni inchi tatu na nusu mkara, aafu unashuka inchi moja, shingo ya nyuma hiyo. Unapiga tu laundi yako vizuri namna hii. Ukishamaliza hapo, unahakikisha tu kipimo cha bega tena hapo, nane na nusu unaweka alama. Baada ya hapo, unaweka nguo yako hivi, unapiga mstari wa kutoka hapa kwenye bega hadi kwenye shingo likoishia hapo. Baada ya hapo, hiyo mbili, hata awe mrefu awe nani, tunashoshia hiyo mbili, hiyo hiyo tu mbili, sawa mm. Sasa unaangalia katikati ya hapa na hapa, ambapo utapima mm, ngapi? Ni tano na nusu. Kwa hiyo tano na nusu inakuja tatu mbili pointi pointi mbili mbili na nusu pointi mbili mbili na nusu pointi mbili tutakuwa katikati. Kwa hapo, tutapimia urefu wa nguo hapa ambayo ni ngapi? shina tisa. Utaweka alama hapo, utaongeza nchi mbili pamojaya kutonea, kisha maliza hapo na nalinganisha tu vizuri maliza hapo. Napima paja la mkono ambao naipimia hapa, ambayo ni kumi na tano ko ni saba na nusu Hapa naweka alama, unapiga mstari wako nanai, kisha maliza hapo. Unapima tena urefu ambao ni 29. Unaangalia katikati sasa katikati ya ishirini na tisa ni wapi ni hapa ambapo ni kumi na nne na nusu hapa ndo tumboni hapa katikati tumboni unapimia tumbo unapiga mstari wako muka ukisha maliza hapo unapima tena kutoka ulipoishia urefu wa nguo unapanda juu unapima inchi kumi na nusu ya wa kwa ni mtu yoyote, ni kwa watu wazima ni hiyo kumi na nusu, lakini kama mtu mfupi sana, kawga ukaweka mm -hmm, tisa, kana kuwa kafupi kama mpasua itapendeza nguo mm -hmm, napiga mstari wako. Hapa tayari mstari yetu imeonekana. Kwa huu mstari wa hips a mwisho wa urefu utapimia hipsi. Huu ni mstari wa mpasuo, alafu ni mstari wa tumbo, alafu ni mstari wa kifua na paja la mkono, afu hapa bega, shingo ya. Kwa hiyo tunaenda kupima vipimo vyetu. Kabla ya kupima vipimo vyote, utak ingie hapa tumbo, niingie nchi moja kwa ajili ya kushepu, yani nguo ishepu vizuri point mbili hapa, point mbili na unaingia point mbili. Kwa hapo sasa, utachukua rula yako hii, utaweka hivi namna hii, unapiga mstari wa hapa tena, utaingia nao hapa. Kisha maliza, kisha maliza, uiweka hivi rula hapa si mgongoni takiwa lile ikunje kidogo namna hii. Tumeshaona tayari nimeshaingia hapa mgongoni nimeshaingia. Kwa hiyo tayari nimeshaanza kufanya kujeshe. Ukishamaliza hiyo, unaanza kupima sasa vipimo vyako sasa hapa tuna kifua ambacho ni arobaini na mbili Arobaini na mbili unaigawa kwa tatu inakuja kumi na nne si ndio? Hiyo kumi na nne kumi na nne unaongeza mbili, inakuwa inakuwa kumi na sita kwao kumi na sita unaigawa mara mbili, kumi na nne kumi na sita mara ngapi? Mara mbili, unaweka hapa. Baoni ngapi? Ni nane. an yaani, formula ni kwa mtu yote. Awe na kifua cha 36 sita gawa hivo hivo mara tatu iwe kifua cha 33 tatu gawa hivo hivo mara tatu iwe 39 gawa mara kisha mara tatu atekisha ukishaga mara tatu, mara tatu. Kisha Kisha... Sina, kigawa mara tatu, inakuja mfano kama tumegawa mara tatu, inakuja kumi na ngapi? Kumi na nne. Kumi na nne moja, ule ongezea inchi mbili. Kisha ongezea inchi mbili inakuwa kumi na ngapi? Ha. Ha. <coughs> na na ngapi? Kumi na sita. Kumi na sita. Kwa hiyo kumi na sita ndiyo unaigawa hapa katikati. Katikati. Inabaki ngapi? Nane. Nane. Cha nyumba. Na tunaongeza nusu inchi tena nusu inchi tunaongeza kwa ajili ya kwapa anaonkwao mm -hmm. Tunakuwa tumebaki na nchi ngapi kuye? ishirini na nane, ambazo ndo kipande cha wapi cha mbele. Kwa sababu hapa tuna kumi na ngapi? kumi na nne. Sawa, kuwa unapima tumbo ambayo ni thelathini na tatu. Thelathini na tatu ukigawa kwa tatu inakuja kumi na moja. Kumi na moja unaongeza mbili kisha ongeza mbili inakuwa kumi na tatu. Kumi na tatu naigawa mara mbili inakuja ngapi? Sita na nusu. Sita na nusu unaweka alama hapa uongeze. Kisha maliza hapo, unapima hipsi, nayo hivyo hivyo. Hipsi tuna hipsi tuna thelathini na tisa. Thelathini na tisa ukigawa kwa tatu nakuja kumi na tatu. Kumi na tatu ukiongeza mbili inakuwa kumi na tano kwa hiyo ni saba na nusu ambao unaweka hapo. Hii sasa hipsi inabidi unaongeze kidogo, nusu inakuwa nane kamili. Baada ya hapo unachukua lula unapiga mstari toka hapa hapa kwenye hipsi, hapa unapiga moja kwa moja kabisa mpaka tumboni. Ukishafika hapo unageuza lula hivi tunapiga tena kutoka tumboni hapa hadi kwenye kifua, halafu tunapiga tena mstari wao kutoka kwenye kwenye nusu tuliongeza hapa tunapiga mpaka hapa begani, kisha maliza. Tunapima inchi moja na nusu kwa ajili ya mpasuo, naweka alama na tunapima tena inchi moja na nusu, naweka alama. baada ya hapo unapiga mstari kutoka hapa hadi hapa. Kwa hapa tumekuwa tumemaliza kabisa, kata kipande cha nyuma cha koti. Tumboni, kifuani, hips, unaona kabisa. Huko imetanuka, hapa imeingia, hapa imetanuka, shingo hapa, bega hivi. Tena kukata A, unaweza kashangaa kwa kwanini hatujaongeza za kushonea hata kidogo, lakini tumepita kwenye vipimo vyetu, huku tumeacha hapa, ni kama nchi ngapi kabisa, kama nchi mbili na nusu hapa tumeacha, na huku pia tumeacha. Hata kama nguo imetokea imebana, unaweza ukaongezea huko nyuma, nguo inaachia vizuri kabisa. hizi Wapendwa, video ni ndefu sana. Kwa leo tutaishia hapa, kwa mwendelezo tukutane ndani ya grupu. Namba yetu ni ile ile ya WhatsApp ambayo ni sifuri sita ishirini na tano mia tatu thelathini na tatu mia nne tisini na tatu.